Kwa mamangu mzuri, jina unaitwa nani? Naitwa Rehema Katabi. Hapa ndo nyumbani. Okay, kitu ambacho nita nikuzungumzie kuhusu usalama wa nchi yetu gisi unavyoendelea kwa sasa, maoni gani ambayo unaweza ukazungumza? Kwa sababu kila wakati nasikia nulio ya lisasi inapigwa. Bo kwa saa hii hatuna amani sababu tunavyoangalia majira yanavyoenda kwa kweli tunakosa amani, si wa raia, si wenye hatujue kitu. Tunakosa amani na tunakosa mahali pa kukimbilia, sababu tunaangalia eh, bakutusaidia bako mbali me, tunabakia mumu musite, hatuna amani kabisa sababu kila siku endapo bisasi nalia ulala, tukulamuka masasi nalia unakutana, ile yote mnini, munini musekia kitu ambacho nitaa nikuulize kwa sasa hivi, milio alisasi inasikia sana jijini Uvira ni wazalendo na FARDC. Je, ni kwa nini ambao wanaofia wana au wawili mbo wazalendo? Wazalendo wanataka usalama wetu, si wananchi? mefardece selobisi inaonekana haitaki amani, sababu wanapenda wakimbize na raia, raia na inapenda yue raia me wazalendo wanabakia wanatetea banatetea bana mungini yao na wananchi wananchi bana eh yao yao, na okay, na unakutana, wanaacha makazi zao, watu batu banabakia ba maibovu, jua nini ya bafardc e, puis tena bafardc balingi u bakanza kuua watu kuvaka watu bananyanganya watu watu bana zapie watu, unakutana vile vyote ni shida. Kwa hiyo mimi ningelomba msaada kwa viongozi

tunapendelea tusimame kwetu tu, gisi inavyosikia. Ndugu yetu mtazamaji wa Dream Media usikose kusubscribe uwe wa kwanza kupata vipindi vyetu. Gisi mama yetu anatoka kutoka kusema hapa, wazalendo kwa sasa hivi ndio wao kipaumbele sana, kwa sababu ya kutetea mgini wetu wa Vira au na Kongo mzima kwa ujumla. Mama yetu, kitu gani ambacho unaweza zungumza wale watu ambao wanasema eti wazalendo ni wabaya? Aah uh -uh, wazalendo sio wabaya. Sababu. So, hata pia na wewe pale mtu akikukuta kwenchi yako akitaka <laughs> kukuatake yeah. Na utasimama lazima ufanye nini? Pambane. Pambane. Lazima mtu kama mwizi anakuingilia mwako, kuna huko na mwaya kumupiga. Na utampiga. Njoo kama vile wazalendo. Na ile kupachilia yao na hapo, wanajikuta havana chakula, havana bunduki, havana chochote biko kama hivo hivo. Sangati uta au utaweza kupigana? Utapigana koko na mwaya kumpiga na unaompiga, lakini unakutana hawana uwezo eh, ndio njoo kwa maana unakutana bazalendo pamoja wanakufa, sijui wengine wanafanya nini, unakutana si, sio matansio kataka anguka banakufa, tukataka amba tunataenda <laughs> bandu <laughs> mai tu atake, eh

Asante tete Gisi. Navyosikia ndugu yetu mtazamaji wa Dream Media, huyu hapa ni mama yetu ambaye alitoa maoni yake kwa sababu ya nchi yake, ambaye anahuzunika kwa kitu ambacho kinapitikana kwa sasa kwa sababu ya uasi wa enzen tu. Kuja tukutuingilia, usikose kusubscribe ili kupata vipindi vyetu. Kwa jina anaitwa Jiskari, wetu ni Bukavu. Nchi zingine kama vile Tanzania eh, Uganda, Nairobi, ushasikia kuna vita eh? Hapana vita Tanzania ina vita, Nairobi ina vita lakini ni sisi tu. Juu nini? Viongozi hawachukue pa nafasi yao. Na viongozi wa Kongo hawachukue pa nafasi. Kitu ambacho wanachokijua ni kuwekea ni kuwekeza mifuko zao na tumbu zao. Unaona? Na kingine kitu kia kusikitisha zaidi. Hivi vitu ambavyo wanavifanya, yani kitu ambacho wanafanya, eh? Baadaye watakuja kujuta. Unachukua mali ya Kongo unaipelekea mzungu. Unachukua watoto zenu mnawapeleka Bulaya wazungu wana akili kutushinda sisi wa Afrika. Hiyo mali mnapora ndani ya Kongo mnaipelekea wazungu, baadaye watawageuka na wanawaua. Naona ndicho kitu kinachonisikitisha zaidi. Sisi ndio tunavita kila siku, yani hawasapoti Wakongomani, Wakongomani wanauawa, hakuna msaada, hakuna chakula, hakuna maji, hakuna mabadiliko. Sasa sijui tutaishia wapi. Kitu ambacho kinabakia sisi wa Kongomani sisi wenyewe ndio tutaokoa nchi yetu zaidi sana, wa vijana tukiungana, tutatetea nini nchi yetu juu, kwa sababu ukiona mzazi anatupa mtoto, itabiti nani mtoto ajikomboe mwenyewe. Hmm, yatasema hivi baba na mama wameniacha, acha nijikomboe wenyewe. Yani serikali ya Kongo imetupilia wananchi maka serikali ya Kongo make wananchi wote wametupiliwa. Wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa. Ndiyo. Ukienda Kalemie, Kalemie ukienda, wananchi wanalia. Ukienda Beni, wananchi wanalia. Ukienda Bukavu wananchi wanalia, fasi zote ni kilio. Kama waisha kuuzisha nchi watuambie, kama si wananchi watuambie, tulisha wauzisha, tulisha gabula, tulisha patia wazungu nchi watuambie. Sio sisi tu, kila Wakongomani, sisi ndio vita, sisi ndio mauaji, kukufa kila siku, kukufa kila siku. Hatuna dini kia mtu Mkongomani. Tuna zahabu, tuna alimas, tuna yani kitu ambacho wanaita petrole na mazutu, vyote viko ndani ya Kongo, lakini kitu kya kushangaza hivyo ni vitu vya wakongomani wanavipelekea wazungu na wazungu watosheki. Tulikia fanya biashara tukakutana na haya mambo. E, na, na kuliko haya mambo ya pungua, yanazidi kuendelea siku kwa siku, mambo yanazidi kwa nini mabaya? Kitu gani ambacho unaweza ukambia serikali ya kidemokrasia ya Kongo, kitu ambacho unaweza sema katika serikali ya Kongo, serikali ndiyo siku zote ina maamuzi kwa maisha ya raia, lakini kitu cha kusikitisha na kinaleta haya yani, aibu na kinatishi, akuna nchi utaona askari anakimbia raia, alafu raia yeye mwenyewe anabaki kukabiliana na adui kujitetea yani, raia anabaki najitetea yeye mwenyewe alafu huyo raia zaidi awamsapoti awampe kitu chochote awampe maji awampe chakula awampe hata silaha, baadaye wanamuita eti huyo raia ni mwasi. Gisi unavyosikia ndugu yetu mtazamaji wa Dream Media, hii hapa ni maoni ya raia, ambayo raia ambaye anayotetea nchi yake, na huyu hapa ni ndugu yetu ambaye anatoka Bukavu. Ni kile kile kipindi chako kia maoni ya raia. Usikose kusubscribe ili uanze kupata vipindi vyetu vya kila siku. Mimi mtangazaji wako ya Juxi na leo tuko na mama yetu hapa. Habari yako mama? Nzuri. Za siku zinasemaje? Salama kidogo. Unaitwa nani? Bindu Maombi. Okay. Mamangu, na Bindu wewe mwenyewe unaona changamoto ambazo zinapitia kwenye nchi yetu ya Kongo sasa na mavita. Wewe unaonaje swala la vita ambayo unayapitia? Kuona hii swala ya vita. Naiona aje? Mi naona tu, mi nataka ngu amani juu niko na ichuruzia unga wangu wa tangu wa kule. Ya, na sehemu gani ambayo unaenda rangulia hii unga wako? Naenda rangulia kwa masoko, Runingu, Sange. Njoko naenda rangulia huko. Ya je, ni changamoto gani ambayo ina na kufikia juu ya kwenda kurangua huko na swasa unasikia gisi kila siku wa, watu wanalia huko eti wanaporwa wana, wana, wana, wanaibwa mm. Changamoto zenyewe ni wasiwasi ya nchi. Nchi inakuwa na wasiwasi sana, huko unaenda basoda banayala vingi mbarabara, unaenda saa moja turudie, saa moja tuende, tuko na kaza tu roho, wasiwasi ya nchi na tusumbua. Je, yeah, kuna siku ushaenda ukanyanganywa pesa zako au unga wako ukaweza kupotea? Mimi -mm, yeah, siafika kunyanganyiwa, lakini wengine wako wanafika, mwa ile hali ya vile wananyanganyiwa, siafiki mimi, sianyanganyiwaga ndio hivyo yeah. Watu wengi wanasema eti wanasema eti chakula inapanda bei, unaona no. Watu wanasema eti unga mnapandisha bei, ni kwa nini mnapandisha unga bei? Unapandisha unga bei juu ya nini? Esanse kwanza inapanda juu ya magari na hii wasiwasi, wagari anakuwa na kupandishia bei mzigo, wenye ungilipia jimile, unailipia kens mile una juu ya wasiwasi, gari haziendi mingi masoko, wanaogopa njia mbaya, wasda wanayala mabarabara, ndio maana wanapandisha mabei. Na sisi tukifika tunausha, tulirangua, ndio maana vitu vinapanda bei ba. Magari habaendeni tena kwa masoko, wanaogopa kuporwa, wanaogopa kunyanganyiwa, ya hivyo biashara inapanda bei. Okay. Kitu ambacho tunachosikia ti wazalendo wanyanyasa watu njiani ni kweli au ni maneno ya watu? Ah, kungamba wazalendo mimi sijaona. Ngambo ya wazalendo hapana. Na wale walikuwa wanasema, wazalendo, wanasema mubaya, si ona ngambo wazalendo. Benye biko wanasumbua watu zaidi kupiga mama sasi ovyo, kuvuruga watu ni basoda ba, ba, nani? Ba FARDC njo biko na letele mawasiwasi. Vile leo front hapo ku Rompwe, soda ilisha yala mpaka ba rompo ba mwa bachuruzi. Unaona jo basoda kuwa vingi, wanaogopa tu wasiwasi ya basoda iko hata ba, ba, ba maimai hapana si Kongomani tunasema sana, tunasema sana, tuache vitu vya vile. Unaona, watu wazalendo wa watu batu tu wanasema saa jui naona sa vile watu iko nafananisha habajui muzalendo na habajui soda wa FARDC. Kwanza, mimi niko na sababu hata na majina, ni unasema guvernema mara nini kumi ni FARDC. Unaona, unaona sasa ndio tukiona banalulikana mjia vile hatujui soda mzalendo iko wapi na hatujui far de c iko wapi. Ndio njomaana watu washaona vile wanawazea, aseme ni soda mzalendo, hapana, ni far de c ndio kuna leta ile maboga mabarabara, unaona, wanashimama kikosi mpaka naona nasikia boga kwenda kurangua. Ndio maana tuko tunasikia boga sana ya nchi, hali yao iko mbaya ya ndugu yangu mtazamaji wa Dream Media Gisi, unavyomsikia unavyomsikia, mama yetu Ali Gisi, inayopitikana kwenye mji wetu Uvira au Kongo mzima. Unaona, ni kipindi chako maoni ya raia, kitu gani ambacho unaweza ukaambia serikali yetu ya Kongo? Serikali yetu ya Kongo, tuletee amani. Tunateseka, si mama, tunateseka. Kwanza sisi tuko nasikia hata boga na basoda na baleta ba mingi, tuko na wazee ni vita, kumbe haiko vita Hatujui serikali natutakia nini, si ba mama inataka tuwote tuende mkambi. Ba mama wanataka amani, naomba serikali tupatie amani. Maisha yote ni amani. Jo, hautaenda churuza na una amani, hauta fanya kila kazi Mina, Evi, ki gozi, ki mwye, ki ongo, na hakuna amani. Mimi naitwa Salima Masuka, hivi kigozi kimoja na kiongo na uza ngapi? Naulisha elfu ya miindi ya kivunde mia tano mi ya miindi elfu Hivi unaenda kuirangulia wapi? Naenda rangulia Sange. Okay, hivi Sange. Hivi ni kwa nini uachukuzia kwa hiyo wote na bei moja? Tutakuwa na bei moja aje? Kwa mwanzo kwa taweza enda kitu tupo huko na rangua bei yake. Naona naenda kule na rangua bei yako. Kila mtu iko na mtaji yake, hakuna mtu anaingilia bei yake.

mwa barabara mataksi ya barabara, njoo tunasikia tunateseka sana basi. Ungepata hata chakula ya watoto au auipati juu ya misukosuko ya njia. Okay. Je, yeah. Ni zamani na kwa sasa, zamani na kwa sasa ni afadhali wakati gani? Ebana, zamani ilikuwa umwe aanituka tunaenda kabisa tunaenda sangi, hakuna siku tunasikia lisasi inalia hakuna siku tapita mjia unaona matasi. Lakini hivi sasa hivi leo, eh bwana, tunateseka na hii nchi yetu, hatujui tufanye nini, hatujui tufanye nini teseke na, ma, na, na, na, na vita teseke na njaa ya chakula, tufanye aje ndio tuko na tuko na jiswali, hatujui tufanye aje juu ya nchi yetu okay. Watu wengi ambao, wananchi wananchi wote wanasema eti barabarani wako na wanyanyasa sana, je ni wanani ambao wanakuwa na wanyanyasa zaidi? Ewa, hata tukifika mbele na ukisimamisha hii gari, manake tuchukue tu mbele hii gari lipa taxi, hii gari lipa taxi, hii gari lipa taxi. Tunaona sasa hiyo vitu vyote vinatuuzi sana ni e, e. kitu gani ambacho unaweza kuambia serikali yetu ya Kongo ili iwasaidie wachuruzi wadogo wadogo? Na serikali ya Kongo tunaona. Tunateseka tu. Tunaanza sema malalamiko tulianzaga, hakuna hata kitu. Hakuna kitu tushaona wanafika kumwishia malalamiko. Tunalalamikaga kila leo kila leo, sasa si wa moja wa msoko ya Kavimvira kiroma, tunateseka. Nchi nayo kwa tunateseka tuko ile mabarabara. Tuko na nchi yetu. Na tuko na soko tunakosa tu watu wa kutufanyia msaada kuhusu soko. Kama soko tuteseke, mabarabara tuteseke, hatu tutaisha saa aje. Tunateseka kabisa, njo tunaambia serikali itufanyie tu uhimu, juu itufanyizie tu soko, na pili mataksi yatoke mabarabara na hao wazalendo watoe mabarabara, juu tunateseka kulipa mamili furamili fura. Ndugu yangu mtazamaji wa Dream Media, wewe mwenyewe unasikia maito unavyojieleza, eti mataksi yanakuwa nyingi kwa sababu ya wasiwasi wasi ya nchi yetu ya Kongo, na hali halisi unayoona ya nchi yetu ya Kongo, je yeah. Kila siku masasi inalia Uvira. Ge yeah. Hiyo hiyo swala un unakamatiana. Eh mwana ajili ya masasi inalia Uvira. Nasitukwasikia tunaishiwa. Ajili ya masasi. Hapa kavimvira ni kila siku nasikia masasi. Hao soda wetu wakilewa ni masasi. Hao wafarde sasa tena njo vile tu watu tuende sasa wapi? Kuno watu na jiwaza na viwavi kwa vinga tuende mukambi, tunaishiwa tuna tunaishiwa. Njo vile serikali tuamulie tufanye je? Ndugu yetu mtazamaji, usikose kusubscribe huu wa kwanza kupata video zetu. Ni mimi mtangazaji wako ya Juxy, kuwa na mimi ili upate mengi zaidi. Asanteni sana.